Shetani atatumia nyakati ngumu za majonzi na machozi na huzuni na maumivu kuhakikisha kwamba unaitupa imani yako na uaminifu wako kwa Mungu wako, kwa kisingizio cha nyakati ngumu, kwa kisingizio cha nyakati ambazo zilikuletea maumivu katika maisha yako. Lakini wakati huo huo Mungu atatumia maumivu hayo hayo, atatumia machozi hayo hayo, atatumia majonzi hayo hayo, kuhakikisha kwamba imani yako inakomaa, inakuwa, inafika katika viwango vya utakatifu, mahali ambapo Mungu anakukusudia wewe na mimi tuweze kufika. tuelekeze mawazo yetu katika kitabu kile cha Matendo ya Mitume sura ya kumi na sita. Hapo ndipo mahali ambapo wazo la asubuhi ya leo litakuwa limejengwa. Uh, Matendo ya Mitume sura ya kumi na sita, na nitasoma kuanzia aya ile ya ishirini na tano. Biblia inasema lakini panapo usiku wa manane Paulo na Sila walikuwa wakimwomba Mungu na kumwimbia nyimbo za kumsifu, na wafungwa wengine walikuwa wakisikiliza. Ghafla pakawa tetemeko kuu la nchi, hata misingi ya gereza ikatikisika, na mara hiyo milango ikafunguka, vifungo vya wote vikalegezwa. Hiyo ndiyo tafakari ya asubuhi ya leo, na Mungu alibariki neno lake kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Wapendwa, moja kati ya mambo ambayo tunayashikilia sana wengi wetu tunaoamini katika Mungu na katika nguvu ya maombi, moja kati ya mambo ambayo tunayashikilia sana na hayako sahihi ni kwamba imani na maombi vinapaswa kuwa kinga dhidi ya changamoto na magumu ambayo yanaweza yakajitokeza katika maisha haya kama matatizo. Lakini kama tutachagua kusema ukweli kama ulivyo katika maandiko matakatifu, ukweli ni kwamba kuamini katika Mungu kuamini katika nguvu ya maombi, kudumu sana na kukesha katika sala havipaswi na havijawahi kuwa kinga dhidi ya magumu na changamoto ambazo zinaweza zikajitokeza katika maisha yetu. Uzoefu wa maandiko matakatifu na maisha ya wale walioishi wakimtegemea Mungu Uh, umetufundisha daima kuwa Mungu anatumia na anaruhusu changamoto na dhiki zinazotokea katika maisha yetu si kwa makusudi mabaya ya kutuumiza au kutuangamiza isipokuwa kutupatia nafasi ya kukua na kuimarika zaidi katika safari yetu ya imani. Kwa maneno ya Confucius, Uh, utukufu wetu mwingi hauko katika kuto kuanguka isipokuwa katika namna tunavyoinuka kila mara tunapoanguka. Kwa maneno ya mwanasanaa mmoja anaitwa Albert Hubbard, anasema Mungu hata angalia ni medali ngapi tumezipata za ushindi za shahada ambazo tumepata katika vyuo tulivyopita au vyeti vingapi vya diploma tulipokea katika kuitafuta elimu, isipokuwa atahesabu ni makovu mangapi tumekuwa nayo. Kwa maneno mengine, wanachojaribu kutukumbusha hapa ni kwamba maisha yanayoonekana kuwa ya ushindi, hasa katika maisha ya imani, hayatokani na kiasi gani ulilindwa kutokukutana na magumu katika maisha yako au kiasi gani ulizuiliwa kuto kukutana na matatizo mengi kiasi gani katika maisha yako, isipokuwa ni mara ngapi uliamka kila ulipoanguka. Ni mara ngapi ulipata recovery kutoka kwa mambo ambayo yalikuumiza, na ni mara ngapi uliweza kusimama tena katika kipindi ambacho ulikandamizwa chini. Kimsingi, Visa maarufu kabisa ambavyo vinapatikana katika maandiko matakatifu si vile vinavyotokana na namna ambavyo Mungu alizuia matatizo yasitokee katika maisha ya waliomwamini na kumpenda, isipokuwa namna ambavyo Mungu alishughulika kuwasaidia wale ambao walikutana na changamoto kuwa na uwezo na kuwa na imani na kuwa na vifaa vya kiroho ambavyo viliweza kuwasaidia kuinuka tena kila mara ambapo shetani alijaribu kuangusha chini. Umaarufu ambao Musa aliupata katika maisha yake haukutokana sana na miujiza mingi ambayo Mungu aliifanya na mafanikio makubwa ambayo aliyapata wakati alipokuwa akiwaongoza wana wa Israeli kutoka nchi ya utumwa kwenda katika nchi ya ahadi. Umaarufu mkubwa ulipatikana kwa namna ambavyo Musa aliweza kuvumilia changamoto ambazo alikutana nazo, namna ambavyo alikutana na mambo mabaya, lakini yeye akayachukua katika mtazamo chanya. Namna ambavyo Mungu alimwambia katika wakati fulani, sogea pembeni niwaangamize hawa watu, maana hata hivyo wamekuchosha, hawakusikilizi, hawafuati maelekezo ambayo ninawapatia. Ushindi haukuwa katika namna ambavyo Mungu angemtenga Musa na watu wale, ila ushindi ulikuwa katika namna ambavyo Musa alibaki kuwa na changamoto ambazo alikuwa nazo, lakini bado akaendelea kusimama imara katika imani. Ushindi wa kisa cha Ibrahimu hauko katika namna ambavyo Mungu alimlinda akiwa katika comfort zone yake, isipokuwa uko katika namna ambavyo Abrahamu anashughulika na agizo la Mungu la kwenda mahali asipopajua, mahali ambapo hajawahi kupaona. Ushindi wa kisa cha Nuhu hauko sana katika namna ambavyo Nuhu aliendelea kuwa hai wakati wengine wameangamizwa, isipokuwa katika namna ambavyo alikuwa tayari kujenga meli katika nchi kavu, katika mazingira ambayo hayakuwa rahisi, na namna ambavyo aliweza kuishi maisha ya uaminifu katikati ya ulimwengu ambao ulikuwa unamlazimisha kukandamizwa na kushuka chini katika hali ya kiroho, namna tunavyoshughulika na nyakati ngumu katika maisha yetu ndiyo itakayoamua hatma ya namna imani yetu inavyokuwa, tunapokuwa katika safari ya imani. Na endapo hatimaye imani yetu baadaye itaonekana kukomaa na kuthibitika, tunahitaji kupewa karama ya uthabiti, karama ya ustahimilivu. Na, na neno hasa ambalo ambalo ninalitafsiri kama uthabiti na ustahimilivu ni, ni neno la Kiingereza resilience. Ukileta kwa Kiswahili ni kama linapoteza ladha yake hasa kama ilivyo, lakini ni, ni namna ambavyo unaweza ukanyumbulika katika hali ambayo hutegemei kuwa hivyo. Ni, ni, ni vile ambavyo kamba ikivutwa zaidi ya urefu wake inakatika lakini mpira unapovutwa zaidi ya urefu wake unanyumbulika, unavutika katika vipimo ambavyo kwa kawaida havikuwa urefu wake katika hali ile ya kawaida. Ustahimilivu ni kuwa na uwezo wa kusimama tena na tena na tena baada ya kuwa umejikwaa na kuanguka au baada ya kuwa hata umeangushwa na watu wengine kwa namna ambayo haikuwa imetegemewa. Ni ule uwezo wa kustahimili, uwezo ule wa kuvumilia katikati ya maumivu yanayotokana na vipindi vigumu kabisa ambavyo vinajitokeza katika maisha yako mpaka wakati vipindi hivyo vitakapofika katika ukomo wake. Na ili tufikishe wazo hili la asubuhi hii nyumbani, ni muhimu sana kujikumbusha kwamba Shetani atatumia nyakati ngumu, atatumia nyakati za machozi na majonzi na huzuni katika maisha yako kuhakikisha kwamba unaitupa imani yako na kuuacha uaminifu wako kwa Mungu wako kwa kisingizio cha hali ngumu na nyakati ngumu katika maisha yako. Sijui kama unanifuatilia kwa uzuri kile ambacho ninazungumza naomba nirudie tena. Shetani atatumia nyakati ngumu za majonzi na machozi na huzuni na maumivu kuhakikisha kwamba unaitupa imani yako na uaminifu wako kwa Mungu wako kwa kisingizio cha nyakati ngumu, kwa kisingizio cha nyakati ambazo zilikuletea maumivu katika maisha yako. Lakini wakati huo huo Mungu atatumia maumivu hayo hayo, atatumia machozi hayo hayo, atatumia majonzi Hayo hayo kuhakikisha kwamba imani yako inakomaa, inakuwa inafika katika viwango vya utakatifu mahali ambapo Mungu anakukusudia wewe na mimi tuweze kufika, na ili tuweze kufika mahali hapo ni muhimu Mungu atupatie karama ile ya ustahimilivu. Asubuhi ya leo ninataka nikualike tujikumbushe kwa pamoja a, namna ambavyo Mungu alishughulika na nyakati ngumu katika vipindi mbalimbali mbali vya watu wake na hasa katika simulizi ambayo inapatikana katika kile kitabu cha Matendo ya Mitume sura ile ya kumi na sita. Katika sura ya kumi na sita, moja kati ya simulizi ambazo ziko katika sura hiyo ni ile inayomhusu Paulo na Sila. Namna ambavyo walitupwa katika gereza, lakini wakashinda na wakatoka katika lile gereza kwa muujiza ambao Mungu alikuwa amewatendea. Katika kazi ambayo walikuwa wanaifanya, Paulo na Sila walipita katika miji na vijiji, wakipita mahali mbalimbali wakihubiri Injili, na sasa walikuwa katika mji wa Filipi mahali ambapo wanakutana na binti ambaye alikuwa na nguvu za giza, na nguvu zile za giza zilitumika kubashiri mambo katika maisha ya watu, kwa namna ambayo wale mabwana zake binti huyu walijipatia kipato kikubwa na utajiri na fedha nyingi kwa kile ambacho binti huyu alikuwa akikifanya na wakati Paulo alipokuwa akipita pamoja na Sila, kila mara walipopita yule binti alipaza sauti yake, akisema watu hawa wanahubiri habari za Mungu aliye juu mbinguni, wanahubiri habari za wokovu, wanahubiri habari za, za, zitakazowatoa watu kutoka katika dhambi na kuwapeleka katika wokovu. Unajua hata shetani anaweza akawa na maneno ambayo ndani yake yanaonekana kana kwamba anafanya ibada. Maneno mazuri, jamani, sio uthabiti na uthibitisho kwamba mtu yuko katika njia sahihi ya wokovu. Mtu anaweza akazungumza maneno mazuri, mtu anaweza akazungumza maneno yanayoonekana ni ya ibada, mtu anaweza akazungumza maneno yanayoonekana ni ya kutia moyo, lakini bado unapokwenda katika uchunguzi wa maisha yake ukagundua hatimaye kwamba kumbe mtu huyu, pamoja na kuongea maneno mazuri, maneno ya ibada, maneno mazuri, maneno ya kutia moyo, bado yuko na changamoto katika maisha yake zinazohitaji msaada wa Mungu. Wakati Paulo na Sila walipokuwa wamechoshwa na ile hali ya kelele za yule binti na namna ambavyo binti yule alikuwa ameendelea kuteseka, Paulo alimkazia macho wa binti yule na akasema, katika jina la Yesu Kristo, pepo toka, na mara ile nguvu zilizokuwa ndani ya binti yule zikamwacha yule binti, akawa huru na akawa na nguvu. Kuna nguvu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Jina linapotajwa la Yesu Kristo huwa shetani anatetemeka. Jina la Yesu Kristo linapotajwa magereza huwa yanatikisika. Jina la Yesu linapotajwa huzuni huwa zinaondoka. Jina la Yesu linapotajwa dhambi na vifungo vyake huwa vinalegezwa. Jina la Yesu lilipotajwa nguvu za shetani zilizokuwa ndani ya binti yule zikamwacha binti yule na yule binti akawa huru. Tangu wakati ule. Na ungeweza kutegemea kwamba katika mazingira ya namna hii, Paulo na Sila walitakiwa kupewa zawadi fulani ya kiroho zawadi fulani ambayo ingeonekana katika, katika sura ya amani katika sura ya furaha ungetegemea kwamba wangepewa zawadi kwa sababu ya muujiza ule ambao ulikuwa umefanyika ungetegemea kwamba kungekuwa na maneno ya appreciation ungetegemea kwamba jambo fulani zuri lilipaswa kutokea kwa jamii ya watu wale ambao waliona namna ambavyo yule binti alikuwa akitumika vibaya na zile nguvu za giza. Na ninataka nikueleze kwamba katika maisha haya, unaweza ukafanya mambo mazuri unaweza ukajitahidi kuishi vizuri, unaweza ukajitahidi kuwajali watu wanaokuzunguka, unaweza kujitahidi kuwatendea majirani vyema kwa kadri ambavyo unaweza kwa uwezo wako ambao Mungu amekujalia. Unaweza ukajitahidi kufanya vyema ambavyo unaweza ukafanya kwa uwezo wako wote na kwa vipawa vyako vyote, lakini ngoja nikueleze, wakati mwingine thawabu ya wema utakaoufanya hautalingana sawasawa na matendo ambayo yatakuja kwako kama majibu ya wema ambao umeutenda. Ujumbe huu ninaomba uwatie moyo. Uh, viongozi wangu wa kanisa Elda Adam, mchungaji Masunya, wazee wa kanisa na viongozi wa idara wengine, unaweza kufanya mema yote ambayo unaweza ukayafanya katika jina la utumishi wa kumtumikia Kristo, lakini ninataka nikueleze malipo na matokeo ya yale ambayo unayafanya hayataleta tabasamu wakati wote, hayatakuwa matokeo yatakayoleta furaha daima katika maisha yako. Paulo na Sila wanachukuliwa, wanapigwa vibaya, wanateswa vibaya wanahukumiwa kifungo cha kuingizwa katika gereza na wanatuhumiwa kwamba wamesababisha matatizo, wamesababisha machafuko katika mji wa Filipi na kwa sababu hiyo wanawekwa mpaka katika chumba cha ndani kabisa cha gereza. Lakini ngoja nikueleze, Paulo na Sila wanakataa kuingia katika huzuni isiyofika katika ukomo, na hiyo ndio resilience ambayo tunaizungumzia. Wanachagua kuwa resilient Wanachagua kuwa na ustahimilivu, pamoja na majonzi, pamoja na vipigo, pamoja na kutuhumiwa kwa uongo, pamoja na kusingiziwa, pamoja na kuvuja damu, pamoja na vifungo vilivyo katika mikono yao na katika miguu yao, pamoja na giza katika chumba cha ndani ambacho walikuwa wamewekwa, pamoja na maumivu, pamoja na msongo waliosababishiwa ambao hawakuutegemea. Paulo na Sila wanachagua kuimba nyimbo za matumaini katikati ya magereza ya huzuni ambayo ungetegemea kwamba wangelalamika, wangelia, wangekuwa na huzuni, wangekuwa na nyuso zisizoonyesha matumaini, lakini Paulo na Sila wanachagua katika nyakati hizi ngumu kubounce back. Ni kama mpira ambao unapigwa chini lakini unarudi juu, unapigwa chini tena na unarudi juu. Na asubuhi ya leo ninakuombea kwamba kama shetani amekuwa akikukandamiza chini kama shetani amekuwa daima akiyachukua maisha yako na kuyapiga chini, kama shetani amekuwa akichukua safari yako ya imani na kuikandamiza chini, bounce back na urudi katika mstari, kwa sababu unapochagua kuwa na imani na ukadumu katika maombi, ukadumu katika sala, ukaimba nyimbo za matumaini katikati ya nyakati za huzuni, Mungu atakusaidia kurudi katika mstari. Asubuhi ya leo ninakuombea kule ofisini, ukikandamizwa chini usibebwe kirahisi na hasira, tabasamu. Kiwa barabarani wakati wa usiku umemulikwa na taa na wewe unaendesha gari kistaarabu, usitoe maneno ambayo Wakristo hawapaswi wa kuyatoa katika kinywa chako. Wakati mwingine watoto wako unaowalea, kuna namna wanaweza waka behave kwa namna ambayo hukutazamia. Wewe usibebwe katika namna ambavyo wimbi linakuja, chagua kuogelea kinyume na mkondo. Unaweza kulifanya hilo ikiwa utachagua kumtumaini Mungu na kudumu katika sala na kuimba nyimbo za matumaini, hata katika nyakati ambazo ni ngumu. Na hata katika maisha yako ya kiroho, shetani akikukandamiza katika maisha ya dhambi, usikubali kubaki chini bounce back. Unahitaji kuwa na karama hii ya zawadi ya ustahimilivu, na inapatikana kwa wale ambao wanadumu katika sala na katika maombi. Hebu asubuhi ya leo tumgeukie Mungu wetu katika maombi. Tumkazie Mungu macho, tusikazie macho matatizo yanayotuzunguka, na Bwana akupatie ustahimilivu wa kusimama katika uthabiti kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo, amin.